Milango ya khairi iliyomo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka ndani yake khairi zote, tukiwa bado ndani ya mlango wa khairi ambao ni al-ishtighalu bil-Qur'an, muislamu kujishughulisha na kitabu kitukufu cha Qur'ani, kitabu ambacho kimeteremka hapa hapa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kitabu ambacho lau muislamu atakifumbia macho ndani ya mwezi huu wa Ramadhani basi hana mahali pengine ambapo ataambiwa ni muhimu zaidi kusoma Qurani. Kwa maana hiyo, ni lazima Muislamu azishtukie hizi thawabu na haya matunda na hizi rahmat na hizi hasanat ambazo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameziweka katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, na hasa eh, jambo la kusoma Qurani ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ili tuweze kufanya bidii na ili tuweze kufanya himma zaidi, tuweze kupata kusoma zaidi inavyowezekana. E, kitabu cha Qur'ani ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani, ili tukitoka ndani ya mwezi huu tusiwe na majuto wala tusiwe na masikitiko kwamba ya reti, na mimi ningefanya, ukaingia katika kundi la kwamba e, majuto ni mjukuu huja baadaye. Kwa hiyo kabla, fawati alawan, kabla zama, au kabla nafasi, kabla ya fursa haija kutoka, kabla ya fursa haija kupita, basi kazana hapa hapa unaposikiliza darsa kama hizi na zinginezo kama hizi uweze kushikamana na kila jambo ambalo kwamba unaliona kuwa ni muhimu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kulifanya, uweze kulifanya kwa kiasi ya uwezo wako vizuri zaidi unavyoweza. Mwenyezi Mungu inshallah atufungulie na atujalie katika wale ambao kwamba wanaweza kusimama na himma na himma, na wale ambao kwamba amewapa taufik ya kuweza kufanya ibada kwa wingi na ziada ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na haswa ibada ya kusoma Qurani. Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam alikuwa akisoma Qur'ani ilikuwa ni mwenendo wake. Lakini inapofika katika mwezi mtukufu Ramadhani alikuwa akiongeza hamu na himma na bidii katika kufanya ibada zote kwa jumla Bwana Mtume alayhi salatu wassalam anazozifanya, lakini ibada ya kusoma Qur'ani alikuwa akiongeza kwa ziada ambayo kwamba si ya kawaida. Kama tunavyoona, kwa nini asiengeze ambapo Saidna Jibril alikuwa akimjilia katika mwezi wa Ramadhani na akifanya mudarasa na yeye kupitia kwa jambo kama hilo la kujiliwa na Saidina Jibril alahi salam, ndio Bwana Mtume Muhammadi alahi salatu wassalam moyo wake vilevile vile ukipata shahan ulikuwa ukipata chaja na ulikuwa ukiingia himma zaidi, na akifanya ibada zote kwa jumla, haswa ibada ya kusoma Qurani. Bwana Mtume alahi salatu wassalam alikuwa akisoma zaidi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadani. Imepokelewa kwamba Bwana Mtume alahi salatu wassalam alikuwa akisimama usiku na kusoma Qurani ndani ya swala hali ya kuwa amesimama mpaka ikafikia wakati kwamba miguu ya Rasulullah alayhi salatu wasallam ikifura. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Akiulizwa, ya Rasulullah, kwa nini kufanya jambo kama hilo, wasimama, wajitia tabu, wajishughulisha, wajipa shida, na wewe ndiye yule ambaye kwamba umeteremshiwa eh, shahada ya kwamba wewe madhambi yako yote ushasamehewa ulioyafanya na yale ambayo kwamba hata hujafikia katika masiku yake, yani hata ukiyafanya pia utasamehewa. Kwa nini kujipa tabu zote ya Rasulullah ambazo kwamba eh, hazina eh, lazima kwako wewe wala hazina dharura? Bwana mtume Muhammad, alayhi salatu wasalam, akajibu kusema kwamba afala akunu abdan shakura. Je, ikiwa mimi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amenipa tunu kama hiyo, amenipa manake eh, daraja kama hiyo, amenipa eh, zawadi kama hiyo, je na mimi ambaye nimepewa zote hizo

Na kama kuna mahali yafaa kuomba dua katika aya alizozisoma anaomba kama kawaida, maana yake polepole, hana haraka, hakuna mtu ambaye kwamba anamshughulisha. wa idha marra bi taawudhin taawadh anasema, na vile vile akifika mahali kuna mahali pa kuomba aa, kujilinda na chochote na moto au na chochote kingine asema kana taawadh. Alikuwa akijiepusha Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam, yani ishara ya kwamba alikuwa akisoma Qur'ani polepole pole, na kutadabbar na kutamaan na kutafakkar akisoma Qur'ani kwa kuizingatia, ndio ikawa kila ikifika mahali kuna swali, alikuwa akiomba. Kuna mahali kujilinda, alikuwa akijilinda. Kuna mahali pa kufanya tasbih alikuwa akifanya tasbih. Kuna mahali pa kufanya takbir alikuwa akifanya takbir. Hii ni ishara ya kwamba Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam alikuwa akizidisha kusoma Qur'ani ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. E, sawa iwe ni katika swala ama iwe ni katika

sita kasorobo, naam, au juzu tano kasorobo. Ndio anasema kwamba Bwana Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa akisoma katika rakaa moja zaidi ya juzu tano, na ndio hizi hadithi ambazo kwamba zimekuja sasa. Ikiwa kawaida yake Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam katika maisha yake ya jumla alikuwa akisoma namna hiyo, alikuwa akiingia katika rakaa moja asome juzu tano juzu sita juzu sita. Na katika riwaya zingine kwamba Bwana Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa akisoma hizbu mbili

Ikifika hali kwamba sasa bwana mtume alayhi salatu wasalamu shadda mizara amefunga kibombwe. Je, ikifika hali kwamba bwana mtume alayhi salatu wasalamu uzito wa masiku ambao kwamba ni masiku ya Ramadhani imefikia hali ya kwamba awamshe na watu wake, awamshe ee, ee, wake zake, je, waona kwamba bwana mtume alayhi salatu wasalamu atasoma Qur'ani kiasi gani? Atajifunga kibombwe na kuzidisha kusoma Qur'ani kiasi gani, ishara ya kwamba ni ziyada na ni ee, kusoma ambapo ni kwingi kupita kiasi. Mwenyezi Mungu, inshaAllah, tujalie na sisi. Tuwe, tuweza kufanya japo ushru ya mi'shar aliokuwa akifanya bwana mtume alayhi salatu wasalam, baada ya kuondoka bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam, ikaja wakati wa salaf ambao ni maswahaba na matabiina na atba'u tabiina wa man ba'dahum. Tuangalie hali za salaf walivyokuwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Asema Ibn Rajab, kwamba salaf walikuwa wakisoma Qurani katika mwezi wa Ramadhani, katika swala na nje ya swala, yani ni watu ambao kwamba walikuwa wanajilazimisha na kumwiga na kumtaba bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika hali zao zote. Kama ambavyo bwana mtume alayhi salatu wasallam alikuwa akisoma Qurani nje ya nje ya swala, na wao walikuwa wakisoma vile vile. Imepokelewa kwamba Rasulullah alayhi salatu wasallam alikuwa akisoma Qurani ndani ya swala, na wao wanajilazimisha pia kuweka uradi wa kusoma Qurani ndani ya swala.

Usiku upate kufahamu namna gani waja wema mpaka kuitwa waja wema ni kwa sababu gani. Kwa mambo kama haya, na mengineo mengi ambayo kwamba yamefichika sisi hatuwezi kuyajua. Lakini yale yaliyopokelewa yenyewe si kidogo, mpaka kufikia hali ya kwamba mtu anasoma kila siku khatma mbili, yani anahitimisha Qur'ani mara mbili ndani ya siku moja. Mchana mzima ndani ya masaa 12 yeye ashahitimisha Qur'ani usiku mzima ndani ya masaa 12 aliyobakia yeye ashahitimisha Qur'ani. Sasa huyu alikuwa hafanyi jambo lingine. La, alikuwa mbali na taalimu zake alizonazo, mbali na daawa zake alizonazo, mbali na shughuli zake za kifamilia, kila, kila kitu ambacho kwamba mtu anafanya katika maisha ya ulimwengu na yeye alikuwa akifanya. Mbali na hayo alikuwa akisoma misafu miwili ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwenyezi Mungu aturejeshee baraka zao na atupe sisi nasi himma ambazo kwamba aliwapa waja kama hawa e. Vile vile imepokelewa kwa alimamu Abu Hanifa, kama ilivyokuwa hali ya alimamu Shafi'i, kwamba alimamu Abu Hanifa naye vile vile alikuwa akisoma misahafu miwili e, e, ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kila siku. Yaani kila siku alikuwa akisoma misahafu miwili

chini ya siku tatu, yani wewe ikiwa ni msomaji wa Qur'ani wa spidi sana ama wa kusoma kwa wakati mwingi Qur'ani, haifai kuhitimisha Qur'ani kwa siku mbili, ama haifai kuhitimisha Qur'ani kwa siku moja. Ishara ya kwamba Qur'ani yatakaniwa uifanyie tadabbur, uizingatie, uangalie maana yake. Yani umepewa nafasi ya mpaka siku tatu, yani spidi yako yote utakayosoma iwekee manake eh, speed governor

Kupitia kwa hadithi hii ya bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalamu, kwamba haifai mtu kuhatimisha Qur'ani au kuhitimisha Qur'ani chini ya masiku matatu. Anasema yustathna min dhalika al ayam wal amakin al fadila, imetolewa isipokuwa kama itakuwa ni masiku matukufu ama kama itakuwa ni katika sehemu tukufu. Kwa hiyo masiku matukufu ni kama katika masiku ya Ramadhani, ni masiku ambayo kwamba watakaniwa usome Qur'ani kwa wingi unavyoweza, kwa sababu ni chance ambayo kwamba haiji kwa mwaka, inakuja mara moja. Kwa hiyo Muislamu afa aende mbio na kujitahidi na kusoma kwa kiasi anavyoweza asome Qur'ani nyingi. Kwa hiyo, ikiwa ni katika sehemu au ni katika nyakati ambazo kwamba ni al-azmina al-fadila, nyakati tukufu, kama tulivyotaja katika Ee, sehemu tukufu, mathalan Mwenyezi Mungu ameku, ee, tunuku amekupa tiketi ya kwenda umra, ama amekupa tiketi ya kwenda haji, umefika katika alkaaba pale, hakuna kusema kwamba mimi hapa nitaweka, ee, nini kontroli ya spidi yangu ya Qur'ani, wacha baada ya siku tatu ndio nihitimisha. La, ukiweza kwa hiyo siku moja soma misahafu kumi, kwa sababu alamakin alfadhila yustathna mina, ee, min hadha nahi, zile sehemu ambazo kwamba ni sehemu tukufu Imetolewa katika kukatazwa kusoma Qur'ani chini ya masiku matatu. Kwa hiyo katika maneno haya twapata kwamba salaf walikuwa wakisoma Qur'ani ziada kwa kiasi wanavyoweza ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, mpaka kufikia kiasi ya kwamba mtu anaweza kusoma Qur'ani mara sitini ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwenyezi Mungu atupe na sisi baraka zao na sisi tuweze kufanya mazuri kiasi inavyowezekana.